Tamaa kabla hatujasoma shida, msimulizi anasema kuwa Nina aliweza kumchunuku na kutoa ushamba kumtoa ushamba, jambo linalomfanya apate tamaa nyingi ya kuanza maisha mapya. Kwa hivyo hapo walikuwa na tamaa ya kuanza maisha mapya. Msimulizi alipata tamaa ya mume wa rafiki yake Nina, tumezungumzia hilo. Tumaini anatamani kasri ili limtoe majozini Tumaini pia anatamani kazi ili imtoe majozini. Anatamani gari ili ataabishe mjini. Alitamani awe mpenzi wa Romeo alipopatana naye Coco Beach. Haya, mm -mm, kabla tujaenda, kuna umaskini kuna umaskini Tumaini, tumbo lake lina banana na mgongo kwa njaa, huo ni umaskini, kwa sababu tumbo lake lilibanana na mgongo kwa njaa. Ili umaskini unaonekana pale tumaini hajala tangu siku iliyopita, ijapokuwa chai ya rangi ya kuokoa tumbo lake. Kwa hivyo hajala tangu siku iliyopita, ijapokuwa chai ya rangi. Jambo jingine linaonyesha umaskini ni alitembea tangu asubuhi, kijiji baada ya kijiji, ili kutafuta chakula. Kwa hivyo, alitembea tangu asubuhi inaonyesha kuwa njaa umaskini. Samani pia ni maskini, kwa sababu ana matumaini ya kuyashinda maisha ya uchochole na ukosefu wa mahitaji ya kimsingi. Hivyo ana matumaini ya kushinda umaskini, ndio maana anasema ana matumaini ya kuyashinda maisha ya uchochole na ukosefu wa mahitaji ya kimsingi. Pia uh, wakati anamwambia ule mhudumu katika kituo cha mabasi cha Tahmid kuwa alihitaji chakula, nauli na ajira na hata alimwambia alihitaji kila kitu. Kwa hivyo unasema tu al, alimwambia ule mhudumu wa kituo cha mabasi cha Tahmid alihitaji kila kitu, si ndiyo? Ajira ni maskini pia. Al, alienda nchi geni kutafuta chochote kwa sababu alikuwa maskini. Alitoka Kenya akaenda Tanzania kwa sababu alikuwa maskini pia ni uh, maskini kwa sababu alipofikiria kurudi kwao Kenya, anajiuliza angerudi na pesa au mali. Kwa sababu ni maskini, anajiuliza kama angerudi na pesa au mali. Pia anasema anataka kufukuza ule ukata aliozaliwa nao, yaani anataka afukuze ule umaskini aliozaliwa nao pale. Pia kuna maudhui ya utu, utu na ubinadamu. Haya jambo utu wa kwanza ni Nina anampa makazi, yaani mahali pa kuishi, alimpa makazi Tanzania. Pia Nina alikuwa kama mamake, alikuwa kama mamake kwa sababu alimjuza namna ya kukabiliana na, na hali zote za maisha Pia yeah, Nina aliishi naye kwa upendo. Nina aliishi naye kwa upendo pia. Yeah, yule utingo Nikonda ule ule utingo wa daladala ni mwenye utu, kwa sababu alimfikisha kwenye soko kuu la Kariakoo bila kulipia. Ni mwenye utu, anamfikisha kwenye soko kuu la Kariakoo bila kulipia. Pia yeah, Nina ni mwenye utu, anampigia tu simu kumjulia hali anampigia simu kumjulia hali. Nina pia anamtumia visenti, naye akitumiwa pesa kazi yake ni kula tu. Haya, <coughs> kuna maudhui ya matumaini, kuwa na matumaini kwanza, na tumaini ya kushinda uchochole uchochole na ukosefu wa mahitaji yaani kushinda umaskini. Pia ana matumaini ya kupata ufunguo wa maisha. Matumaini mengine yanaonekana wakati ambapo wanaenda Tanzania kusaka ajira, anaenda Tanzania kusaka ajira. Anajipa matumaini anasema huenda mwenyezi mungu ameenda wapi likizo? Eh, kwa hivyo anajipa matumaini pale. Kuna nafasi ya, ya mwanamke. Kwa hivyo mwanamke pale ameonyeshwa kama mwenye wivu. Unaona, anamuonea nini? nina wivu kuwa na mume mzuri huyu. Mtu anakusaidia na unamuonea wivu, ana mume mzuri na mali. Kwa hivyo mwanamke ni mwenye wivu pia. Anachorwa kama mpenda anasa mpenda anasa yaani, yeye anafikiria kuwa anataka gari ataabishe mji. Kwa hivyo ni mpenda anasa, anataka gari ataabishe mji. Haya, pia ni mwanamke ni mwenye kushawishika haraka, anapomwona Romeo anamtamani ana mtamani wa wane, anashawishika haraka na Romeo. Pia ni mwenye mapuuza, mwenye mapuuza kwa sababu anapuuza ushauri wa Nina kujiadhari na Wabongo. Nina alimwambia ajihadhari na Wabongo, lakini wakati anamwona Romeo Hmm? <coughs> ananasika pia wanawake ni wenye tamaa,

kama chakula kabla ya kufika siku a i a Kigaboni, anasema ajakula tangu siku iliyotangulia. nina na mumeo wa, ni wa tabaka la juu, wanamiliki mali nyingi, wanaishi kama sul sultan, na hata wanaweza kumkidhia Tumaini mahitaji yake kikamilifu akiwapona <tipi>

katika mchezo maisha ya mpe maisha ya burudani mume mume wa Nina Nina halivyokuwa na mume mzuri kasri la Nina kasri la kisawasawa Ma, mali mashamba, magari ya usafiri na viwanda vilivyomiliki. Nina anatamani abadilike awe enzi hakimbia ayaokoe maisha yake kutoka jini Roma.